wanataka kujiunga leo, nilikuwa nisema nige kimya kimya, alo hakika asilimia mia moja Amen. Chama cha Mapinduzi zipo kazi ambazo kitanipa kwa ajili ya kwenda kuzifanya katika jimbo hili la Kigoma mjini. Amen. Na mimi niko tayari kukitumikia chama hichi, ili mama yangu aone kwamba shukrani ya mtoto wangu. Kwa sababu nawapa siri, mama yangu Samia Suluhu Hassan yeye ndo amesababisha mimi nimejenga ghorofa la kwanza Dar es Salaam Samia Suluhu Hasan, namna ambavyo umetutengenezea miundo mbinu mizuri, vijana kuweza kutengeneza kipato. Leo hii baba levo anamiliki ghorofa tatu Dar es Salaam. Leo hii leo hii inavyoongea mi na nyie, baba levo anamiliki nyumba mbili Kigoma. Nataka niwaambie shukurani pekee Shukuru Dr. Samia Suluhu Hassan ni kumpigania ili Watanzania wa warundike kura na sio kumpigia tu sema, rundika rundika. Namhakikishia mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, jimbo la Kigoma mjini hatutapiga kura tu, bali tutamrundikia kura CCM <tipanilatikia> oye Sitaki kusema mengi, sitaki kuongea mengi, baadaye ikaonekana kwamba o, babalevo ashaanza kupiga chombeza. Hapana <tipulia> lakini <tipulia> Awafikishieni wafikishie salamu. Salamu kwamba jimbo la Kigoma mjini kazi wanayo. <laughs> Mfikishieni salamu, mfikishieni salamu, mwambie CCM haitakupa nafasi dalali kukua mbunge katika jimbo hili la Kigoma mjini. <coughs> Ndugu zangu wana CCM, nina furaha kubwa, na naamini huko mbele tunapokwenda, yapo mengi mazuri ambayo tutayafanya. Cha kwanza, cha kwanza injili mbili baba kizima <Chief> moja na nyingine Akikishie ndugu zangu, wana CCM, nimekuja kwa ajili ya kazi. Nipeni kazi, nitaifanya kazi bila migogoro yoyote. Sihitaji mgogoro na mtu mwingine yoyote. Niko tayari kufanya kazi kwa maelekezo ya chama, kwa maelekezo ya wanachama wa CCM katika jimbo hili la Kigoma mjini. Mimi ni mpya, narudia ni mpya kwenye chama hichi. Ntasikiliza zaidi kuliko kuongea, lakini mkinipa tu nukta ya kuongea nitamwagika nivivuruge. <laughs> <laughs> Yaani, wakiona hivi kicho kitawaoma sana, si wananijua? Kwa kusema hayo machache, tutapanga siku nyingine. Nyiwe wana, wana CCM mje kimya kimya, mtakaa kama hivi alafu mtaona rundo lakadi kutoka vyama tofauti tofauti, vikirundikwa na watu, tukiwapa kadi za Chama cha Mapinduzi kwa pamoja sawasawa. Wazee wala msiwe na wasiwasi, hii kimya sema. Viongozi wa chama naona wamepata furaha zaidi, wakasema wakasemabarv ongea na watu, ila nataka nije kimya kimya, nirudi kimya, ili sasa sisi nailuug Sema hayo machache, nashukuru sana. Mimi ni mwanachama wenu mpya. <laughs>